Bwana Yesu anatufundisha nayo hiyo kweli itawale uhuru Yohana, sura ya nane, mstari wa 32. Namba tatu, uchunguzi kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha washirik, utakao wadau wa ndani na nje wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru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 nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya kumi na saba mstari wa ishirini na mbili. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi.